Fursa hii kwanza kuwapongeza kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya ya kuagiza viuatilifu ambavyo vinatumika kudhibiti wadudu waharibifu wa, wa, wa mazao ya kilimo hapa Tanzania. Kwa hiyo naomba muelewe kwamba Rais anaposema kwamba sasa hivi utoshelevu wa chakula Tanzania ni asilimia mia moja na ishirini na nane nyie kama wadau mna mchango mkubwa sana kwa sababu bila e, matumizi ya fensio ni kudhibiti kwelea kwelea, eh, na viuatilifu vingine kudhibiti nzige, viwavijeshi ambavyo nyinyi kama wadau mnaagiza, haya yasingetokea. Kwa hiyo naomba mjue kwamba na mchango mkubwa sana katika, katika hilo lakini pia e, kwa muda mrefu nyewe mmekuwa mkishirikiana na mamlaka hasa katika jitihada zetu za kupambana na viuatilifu bandia, na kwa kweli ukiangalia trend ya miaka mitano au mitatu minne mpaka sasa hivi kwa kweli uh, insidensi za viuatilifu bandia zimepungua sana na hata nyie ambao mlikuwa mnafuatilia bunge eh? wakati bajeti ya wizara ya kilimo inasomwa mwaka huu hakukuwa na swali lolote kuhusu viuatilifu bandia hii ni, ni, ni, ni, ni, ni ni mafanikio makubwa kwa mamlaka lakini pia na, na wadau wetu. Kwa hiyo niwapongeze sana na tuendelee kushirikiana na mamlaka kuhakikisha kwamba eh, tunakuwa na matumizi sahihi na salama ya viuatilifu Tanzania. Sasa siku ya leo uh, natambua mmeitwa hapa ili kuja kuwa na au kujengeana uelewa wa pamoja kuhusu matokeo ya uchambuzi wa viuatilifu eh, kwa sampuli ambazo zina zinaletwa hapa kwenye, kwenye, kwenye maabara yetu. Kwa hiyo uh, hiki ni kitu kizuri kuliko hao wanakaa huko wanapambana kivyao na hao wanakaa huko wanapambana kivyao. Unaona, eh? Lakini tunapokutana pamoja kujengeana uelewa wa pamoja na kuwekana sawa, basi ili si, mwisho wa siku E, nyie wadau pamoja na mamlaka tuwe tunakwenda pamoja, na hili litaondoa e, changamoto mbalimbali mbali, hasa katika e, biashara hii ya, ya, ya viuatilifu, kwa sababu sisi kama mamlaka, moja ya, ya, ya kazi ambayo tunatakiwa kufanya ni kuwa facilitative, kuwa facilitative. Sasa facilitation moja ya, ya, ya, ya, ya kitu cha ja kufanya ndio hiyo. Huwezi kuwa fasiliteti kama wadau na, na, na, na sisi kama mamlaka hatuna uelewa pamoja. Kwa hiyo naomba eh, tulichukulia hii swala very serious. Na mamlaka tuko tayari kufanya kazi pamoja na nyinyi ili pale ambapo eh, kuna kuwa na, na hitajiko la kujengeana na uelewa pamoja tunafanya hivyo, kwa hiyo